Ni historia nyingine tena kona ya Bwiru Mwanza. Safari yetu ni kwa ajili ya Bwana Paul Rashid, naye ametuleta mpaka kwenye kijiwe cha bajaji hapa, na sisi tuna furaha ya kumtangaza kwamba ndiye mshindi wa promotion ya Royal Win Plus Toyota Harrier kutoka PMbet. Bwana Paul Rashid, ulijisikiaje kwa mara ya kwanza unapigiwa simu na kuambia kwamba umeshinda gari kutoka PMbet? Najisikia raha sana, najisikia furaha sana kwa kweli. Sasa unajishughulisha na nini bwana Paul? Aa, mimi ni dereva bajaji. Na una muda gani toka umeifahamu PMbet? PMbet sina muda mrefu sana, kama miezi mitatu minne hivi nadhani ndio nimeifahamu na, na michezo ipi pendwa, mchezo gani wa kasino ambao umekuwa kuicheza mara kwa mara, mara nyingi huwa anapenda kucheza matunda, michezo ya matunda, ma seven and fruit hiyo, kutoka kwenye kasino yetu. E, ndio ndio, huwa anapenda kucheza hiyo. Kuna zawadi kubwa umewahi kushinda kabla ya hii gari? Kama ni pesa, huwa anashinda elfu hamsini elfu themanini hizo, elfu thelathini huwa anashinda. Kwa kweli, ujumbe wako wa mwisho kwa wanakona ya bwiru hapa, madereva bajaji wenzako, lakini pia kwa Watanzania ambao walikuwa hawaamini haya yanawezekana? Kwa kweli, mimi nawasistiza sana, waendelee kucheza tena, wacheze sana hata mimi mwenyewe pia sio kwamba nitaishia hapa, nitaendelea kucheza sana na nawaambia, na tena wacheze, wapakue hapo wenu, wacheze sana na, bana Paulo Rashidi amethibitisha kwamba inawezekana, haijalishi una muda gani toka umefahamu PMbet. Miezi mitatu tu imemtosha yeye kuwa mshindi wa Toyota Harrier kutoka Royal Win Plus ya PMbet. Wewe vile vile unaweza ukajiunga leo kupitia www.pmbet.co.tz ukashiriki michezo ya kasino ya mtandao. Zawadi ijayo huenda ikawa ya kwako na tukaja na wewe kukukabidhi kama ambavyo tumefanya kwa bwana Paulo hapa Kona ya Bwiru Mwanza.